Neno la kwanza kuja duniani liliubadilishaje ulimwengu? Usiku wa leo tunarudi kwenye pango, pale ambapo yote yalianzia, mwanzo wa kama nabii na ufunuo wa kwanza wa Qur'ani. Imam Ahmad aliandika kwamba Aisha alisema ufunuo wa kwanza kupokelewa na mtume wa Mwenyezi Mungu ulikuwa ndoto zake, ambazo zilitimia kila mara kila ndoto aliyoota ilitimia wazi kama mapambazuko ya asubuhi. Kisha alipenda upweke, kwa hivyo mara nyingi alikwenda kwenye pango la Hira, na huko alitumia usiku nyingi akisali na alichukua chakula na kinywaji. Kisha alirudi kwa Khadija na kukusanya chakula kwa ajili ya usiku unaofuata. Hii iliendelea hadi ufunuo wa kwanza ulipoteremka katika pango la Hira. Alipokuwa ndani ya pango, malaika alimjia na akasema, soma. Mtume wa Mwenyezi Mungu akajibu, sijui kusoma. Basi malaika akanikumbatia kwa nguvu na akanibana mpaka nikashindwa kuvumilia, kisha akaniachia na akasema tena, soma. Nikajibu, sijui kusoma. Basi akanikumbatia tena na akanibana mpaka nikashindwa kuvumilia, kisha akaniachia na akasema, soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliyeumba, hadi aya ambaye amemfundisha mwanadamu yasiyo ya jua. Kisha akarudi kwa Khadija akiwa na aya hizi, moyo wake ukitetemeka, na akasema, nifunike nifunike. Khadija akamfunika hadi hofu yake ikapotea. Baada ya hapo alimweleza Khadija yote yaliyotokea, na akasema, ninaopa kwamba jambo baya litanipata. Khadija akajibu, hapana kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hatakudhalilisha kamwe. Wewe daima umeidumisha uhusiano mzuri na familia yako, unasema ukweli, unawasaidia maskini na wanyonge, unawaheshimu wageni wako kwa ukarimu na unawasaidia wale walio katika shida na dhiki. Khadija akampeleka kwa binamu yake Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Uzza ibn Kusai ambaye katika kipindi cha kabla ya Uislamu alikuwa amegeukia Ukristo na aliandika maandiko kwa Kiarabu, aliandika Injili kwa Kiebrania kulingana na kile Mwenyezi Mungu alitaka. Aliandika Injili kwa Kiebrania kulingana na mapenzi ya Mungu. Alikuwa mzee ambaye alikuwa amepoteza kuona. Khadija akamwambia, ewe binamu yangu, sikiliza hadithi ya mpoa wangu. Waraka kauliza, ewe mpoa wangu, umeona nini? Mtume wa Mwenyezi Mungu akaelezea kile alichokiona Waraka akasema huyu ni Namus ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma kwa Musa laiti ningekuwa kijana na hai wakati watu wako watakapokufukuza Mtume wa Mwenyezi Mungu akauliza watanifukuza Waraka akajibu kwa uthabiti na akasema yeyote anayekuja na mafundisho kama uliyoleta atakabiliwa na uadui na chuki na ikiwa bado niko hai siku hiyo nitakuunga mkono kwa moyo wangu wote. Lakini Waraka hakuishi muda mrefu, alikufa. Na kama tunavyoambiwa, ufunuo ulikoma ukimwacha Mtume wa Mwenyezi Mungu katika huzuni. Kwa sababu ya huzuni hii, alitoka mara kadhaa akiwa na nia ya kujitupa kutoka juu ya mlima, lakini kila alipofika kilele cha mlima ili ajitupe, Jibril alionekana na kusema, ewe Muhammad, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Basi wasiwasi wake ukatoweka, roho yake ikatulia na akashuka mlimani. Kisha ufunuo haukuja kwa muda mrefu, akatoka tena kama awali. Basi alipofika kilele cha mlima, Jibril alionekana tena na akasema jambo lile lile kama awali. Hadithi hii imesimuliwa katika sahihi mbili na az-Zuhri. Sifa na shukrani ni za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jambo la kwanza lililofunuliwa katika Quran ni aya hizi tukufu na zilizobarikiwa. Ni aya ya kwanza ya surah Al-Alaq ya Quran, ufunuo wa kwanza kupokelewa na Nabii Muhammad. Ni wito mkubwa wa kutafuta elimu na kuanza kila kitu kwa jina la Muumba. Hii ni rehema ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu amewajalia waja wake na zawadi ya kwanza aliyowapa. Utukufu na hadhi ya mwanadamu iko katika elimu yake. Aya hizi zinaelezea mwanzo wa kuumbwa kwa mwanadamu kutoka kwenye tone la damu na kwamba kwa neema ya Mwenyezi Mungu yeye humfundisha mwanadamu asichokijua. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu humwinua na kumtukuza mwanadamu kwa kumpa elimu, na utukufu huu ndio unaomtofautisha baba wa wanadamu Adamu na malaika. Elimu wakati mwingine iko akilini, wakati mwingine iko kwenye ulimi na wakati mwingine imeandikwa kwa vidole. Kwa hivyo elimu inaweza kuwa uelewa, usemi na maandishi, na ingawa uandishi unahitaji uelewa na usemi, kinyume chake si lazima kiwe kweli. Ni kwa sababu hii Mwenyezi Mungu anasema: soma na Mola wako Mlezi ni Mkarimu, ambaye amefundisha kwa kalamu, amemfundisha mwanadamu asichokijua. Kuna msemo usemao, ihifadhi elimu kwa kuiandika pia kuna methali isemayo anayetenda atakachojua Mwenyezi Mungu atampa elimu asichokijua. Bado huu ni mwanzo tu wa nuru. Endelea nasi katika safari hii, aya kwa aya, wakati kwa wakati. Ikiwa hii imekugusa, usisahau kupenda, kujiunga na kushiriki, ili wengine waweze kuungana nasi katika safari hii ya elimu ya Mungu. Tutaonana hivi karibuni. Amani na nuru iwe nanyi.